Serikali ya Benin imesema imezuia jaribio la mapinduzi saa chache baada ya kundi la wanajeshi kutangaza kupitia televisheni ya taifa kuwa wamechukua madaraka ya uongozi wa nchi. Rais wa Benin, Patrice Talon, alionekana kwenye televisheni akiwatoa ofu wananchi, akisiza kuwa hali ya usalama iko katika udhibiti kamili kufuatia tukio hilo. Aliipongeza jeshi kwa kuonyesha moyo wa uwajibikaji na kubaki waaminifu kwa taifa licha ya uzushi huo wa kijeshi. Mapema Desemba saba, kundi la wanajeshi lilitangaza kupitia televisheni ya taifa kuwa limemwondoa eh, rasmi madarakani Rais Talon na kwamba limechukua mamlaka ya nchi. Walitangaza kusitisha katiba, kufunga mpaka yote ikiwepo ya ardhini na angani, na kumtangaza luteni kanali Tigri Pascal kuwa kiongozi wa baraza la mpito la nchi hiyo. Wanajeshi hao walimshtumu Rais Talon wakidai ameshindwa kuiongoza nchi ipasavyo. Taarifa za awali kutoka ubalozi wa Ufaransa nchini Benini zilieleza kuwa milio ya risasi ilisikika karibu na makazi ya rais huko Kotonou, ikiongeza sintofahamu. Wakati tukio hilo likiendelea, Rais Talon mwenye umri wa miaka 67 anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili mnamo mwaka ujao wa 2026, huku uchaguzi mkuu ukipangwa kufanyika mwezi Aprili ni taarifa kutoka e, Benini ambapo e, ni rasmi kwamba serikali ya nchi hiyo ambayo inaongozwa na Rais e, Talon imefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi ambalo taarifa za ndani kabisa, imesaidiwa na mkono wa Ufaransa pia na jeshi la Nigeria, E, ambao ni wanachama wa jumuiya ya nchi za magharibi, yaani ECOWAS.